Japo kuwa siku ya jana tumepata taarifa kwenye mtandao kuonekana aa watu uh, za dijitali wanaanza kukagua au kufanya matengenezo ya hizo mizani, lakini baadhi ya vyama vingine hususan mimi ninaongea chama changu, nilikuwa na mahitaji ya mizani saba lakini mizani hizo zipata pale Nene, kumkufu, ni nne pungufu mizani tatu. Hii nayo imepelekea kwa msimu wa mwaka jana kwenye msimu wa korosho uzalishaji wangu kupungua baada ya kukosa vituo vyangu vitatu kuto kufungua kwa hiyo, ningeomba tu hapo chama cha Runali au kiongoza Runali hapo, basi kulisimamia hili kwa wakati, ili walau aaa kufungua msimu wa ufuta walau hizo mizani e tayari tumeshapata kwa vyama vyote, ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja And...